Kiukweli ni ni zaidi ya, ya mheshimiwa naibu waziri. Hata tunachokwenda kukifanya hapa mheshimiwa waziri muda mfupi ujao ni ni, ni ni kutia saini makubaliano kati ya kamati ya kombe la Mapinduzi kwa niaba ya wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo pamoja na benki ya NMB ambayo sasa makubaliano hayo kuanzia baada ya kutuliana saini yataenda kubadilisha taswira karibia yote ya mashindano ya kombe la mapinduzi yatatoka kule yalipokuwa, sasa yatakwenda kwenye hadhi nyingine kabisa, mpaka kama tunavyoona undani mlivo pambo, mpaka jina tutaenda kulibadilisha muda si mrefu, itakuwa sasa ni NMB mapinduzi Cup, tutaachana na just kuita mapinduzi Cup. Mkataba huu mheshimiwa waziri tunaoenda kusaini muda si mrefu, una faida kwa pande zote mbili una faida kwa upande wa kamati na kwa upande wa wizara, lakini pia una faida kwa upande wa Benki ya NMB, na una faida kwa wananchi wote wa Zanzibar ambao wao haswa ndio lengo la sherehe hizi za mapinduzi, la kombe hili la mapinduzi. Sasa kama kulikuwa kuna kusitasita itakuwaje, itakuwaje, kuanzia mwaka huu kwenda mbele kwa miaka mkataba utakuwa ni wa miaka mitano kutoka leo. Kwa hiyo kwa miaka mitano hii, manake tuna tuna uhakika sasa NMB Mapinduzi Cup itaenda kuwa ya aina nyingine kabisa tofauti na zile tulizozoea. Ni mkataba ambao una thamani kubwa ya fedha, una, una faida nyingi za kibiashara upande wao na upande wetu, na kwa maana hiyo hata masuala ya zawadi na mambo mengine sasa yataenda kuboreka zaidi kama tutakavyomsikia baadaye, uh, mwakilishi kutoka benki ya NMB pamoja na NMB. Kufanya haya, hatuna budi kuendelea kuwashukuru wadhamini wote wengine ambao wameliwezesha hivi kufikia hatua hii na mpaka NMB pia, nayekuona sasa kwamba ngoja niweke mzigo nichukue jina. Napenda kuwashukuru Azam Media kwa kweli, wao ndio walioyathaminisha mashindano haya ya NMB Mapinduzi Cup wameyathaminisha kiasi kwamba sasa wengine wote wameona kwamba hapa ni pahali pa kwenda, na NMB amekuja na sasa yanakuwa NMB Mapinduzi Cup. Tunapenda pia kuwashukuru benki ya PBZ, benki ya watu wa Zanzibar, PBZ, kwa kwa udhamini wao, kwa mchango wao, kwa thamani yao pia walioiweka kwenye kombe hili la NMB Mapinduzi Cup. Tunapenda pia kuwashukuru mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Tunapenda tunapenda pia kuwashukuru shirika la bima Zanzibar ZIC. Tunapenda pia kuwashukuru op group, na wao ni wana mchango mkubwa na wametuthamini sana. Tunapenda pia kuwashukuru Zanzibar school of health, na wao wanathamani yao kwetu robi one farmers bila uh, asalamu ya asalamu ya Mheshimiwa Waziri, kwa mwaka huu kafanya jambo moja kubwa sana kwetu. Huu mwaka fainali tunakwenda kufanya Pemba. asalamu ya ndio, atakao atakayesafirisha atakaezisafirisha timu za finali, timu zitakazoshiriki fainali kutoka hapa Unguja kwenda Pemba na mujuruishi uh, pia tunamshukuru tasahta hospital ana msaada mkubwa sana kwetu. Tunamshukuru Amani Central Agency naye ana msaada mkubwa kwetu, lakini e, nimemweka mwisho si kwa maana e, kwamba yeye ni wa mwisho, lakini kwa maana jambo jana tu tumetoka kulifanya. Tunapenda sana kumshukuru kwee, mshukuru Just Fit Sports Gear, kama ni mashuhuda wote tulifuatilia vyombo vya habari jana, tuliona zawadi zitakazokwenda kufanyika mwaka huu zawadi zitakazoenda kutolewa mwaka huu ni zawadi za, za, za, za hadhi ya juu. Tumeona jana makombe na mambo mengine, tulikuwa tukiona clip kwamba hata medali ambazo watu watazivaa mwaka huu ni medali maalumu tulizotengeneza kwa ajili ya NMB Mapinduzi Cup. Na haya yote kayafanya jasa, lakini uh, nilimwanza mwanzo na namrudia tena Azam Media kwa kweli hii thamani yote hii yote hii, na kila mtu kusema na mimi nakwenda kwenye kwenye kwenye NMB Mapinduzi Cup, ni kwa sababu ya ubora, kwa sababu ya thamani, kwa sababu ya uzalendo wa Azam Media na wamiliki wa wa Azam Media. Tunawashukuru sana sana sana. Baada ya hayo, napenda kutoa taarifa chache mpya kuhusiana na, na NMB Mapinduzi Cup ambayo uh, tunaenda kuianza kui leo. Kwanza ta, uh, ratiba yetu ilikuwa nasema leo tuna mechi saa kumi na robo uh, ya ufunguzi na tutakuwa na mechi usiku, lakini kwa uh, dharura zilizotokea nje ya uwezo wetu, mechi ile ya leo ya saa kumi na robo tumeisogeza mbele, itakuwa saa moja kamili usiku na ile ambayo ilikuwa ichezwa usiku uh, tutaipangia siku nyingine kule mbele, kama ratiba baadaye tutakapoiona itatolewa, sote sote tutaiona.